limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini. F. Mkoa wa Shinyanga, limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Solwa limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Itwangi. Tume imezingatia zaidi vigezo vinne